Ni shamra-shamra za maandalizi ya kumpokea kiongozi mkuu yani wa nchi yaani rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Si mwingine bali ni mkuu wa wilaya ya Misungwi Bi Johari Saminzi, katikati ya mbio za kihistoria katika daraja lililobeba hatima ya wakazi wengi wa Kigongo na Busisi. Wasiwasi wa kukatiza katikati ya maji kwa njia ya kivuko umefika tamati. Daraja hili linaunganisha wilaya mbili, wilaya yetu ya Misungwi na Sengerema lakini sisi wanamisungwi tunasema tunajivunia kwa sababu tunakwenda kuokoa muda kama mnavyofahamu usafiri wetu miaka mingi tangia uhuru mpaka leo tunavyozungumza kwanza watu walikuwa wanatumia mitumbwi ya makasia baadaye serikali ikaja ikaleta vivuko ambavyo mnavyoviona lakini kutokana na maendeleo na mabadiliko na mahitaji ya wananchi katika miundombinu leo tunazungumzia daraja la kilomita tatu daraja ambalo sasa tunajivunia kwa namna gani linaenda kubadilisha maisha ya watu kiuchumi na kijamii Aidha, bi Johari Saminzi amesema Misungwi imejipanga vilivyo kwa mapokezi haya ya kihistoria, huku wakiwasisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi zaidi katika hafla hiyo. Na sisi Misungwi tumesema ufunguzi wa daraja sio ufunguzi peke yake, sisi kwetu ni sherehe. Kwa hiyo tumeanza leo, tutasherehekea mpaka tarehe kumi na tisa wakati mheshimiwa rais atakapofika na kuhitimisha zoezi la ufunguzi wa daraja hilo. Mbali na mkuu huyu wa wilaya, baadhi ya wa washiriki wezeshi wa nao wakatoa maoni yao juu ya ujio wa rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni matumaini yetu sisi wanamwanza, sasa uchumi unakwenda kubadilika kwa sababu tayari wilaya ya Sengerema imeunganishwa sasa na wilaya ya Misungwi kwa hiyo magari yatakuwa yanapita kwa muda mfupi sana tofauti na awali ilivyokuwa mwendo wa masaa mawili matatu, lakini sasa hivi magari yatatumia muda wa dakika tatu mpaka tano ambapo serikali ya awamu ya sita ndiyo imetekeleza kikamilifu katika ujenzi wa daraja hili. Kwa majina naitwa Lucas Michael Morris, ni makamu mwenyekiti wa kikundi cha polisi jamii fitness, fitness center cha Shinyanga ambacho kiko chini ya kamanda rapisia wa mkoa Shinyanga. Tumekuja katika tukio hili la la shamra shamra kuelekea katika uzinduzi wa daraja hili la Kigongo na Busisi, nasi tumefurahi. Tumesikia wito huu kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, ametualika kama kikundi chake pendwa, ambacho kwa kufanya nacho mazoezi, nasi tukaitikia wito huo, kwa sababu ni jambo jema kuja kuingia katika historia hii ya ufunguzi wa daraja hili ambalo Watanzania tulitamani kuliona likikamilika kwa muda mrefu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi kwa siku tatu mtawalia, ambapo atafanya uzinduzi wa baadhi ya miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo daraja la kihistoria la Magufuli linalounganisha wakazi wa maeneo ya Kigongo Busisi.